Kaacha kanuni ya kiungu ya upendo, kageuka, amekuwa mnyama, amekuwa shetani, yuko upande wa shetani. Kawaida ya shetani, Biblia inasema amekuja kuharibu, kuiba, kuteketeza kuangamiza. Ndiyo maana ukienda katika Yeremia moja mstari wa tisa mpaka mstari ule wa kumi, biblia inatupa mamlaka inatuambia tunayo kazi ya kukamata na kung'oa na kubomoa na kusambaratisha. Na ndiyo maana Yesu anasema nimewapa mamlaka ya kanyaga nge na nyoka. Nikwambie, aliyetangaza kauli ya upendo ni nani? Ni Mungu. Mfupa uliyomshinda fisi usimwachie mbwa. Amina. Ukiona mtu amekiuka kauli ya mungu ya upendo, ujue huyo si wa mungu tena, yuko upande wa Shetani. Cheza naye sawa sawa, amina. na usipocheza naye atacheza na wewe, na akicheza na wewe utablo. Amina. Sasa kama mungu alipogundua tu kwamba, wewe wewe dogo, nimekupa kila kitu na mke wako lakini mmekiuka ile neema aliyokuwa amewapa, akawafunua macho, akaona, akamwambia toka toka toka. Adamu akaanza, sio mimi. Mungu akasema we koma, toka toka, amina. Eva akasema Mungu, si mimi ni hiki kiumbe hiki. Akasema we shh, toka. Hebu fanya shh. Yeyote aliyegusa maisha yangu, aliyegusa maisha yangu Toka. Unaangamia leo, unaangamia. Auta leo hautasimama tena, hautasimama tena, amina. Na nataka nikwambie jambo moja, lele mama, lele mama, msamaha wa hovyo, msamaha wa kijinga, msamaha wa kumdekeza anayekuumiza, kisha anakupaka mafuta. Ulimteketeza Samson, amina. Samson, Delila alikuwa anamchezea ile misama, misama, oh, basi basi, hawakutaki hawataki kukuua. Basi basi, sasa usizoee. Hey, yale maombi ambayo umekuwa ukifanya, unaomba unawazidi. Samson alikuwa akiinuka na nguvu katika kile kitabu cha Waamuzi, Samson alikuwa akiinuka na nguvu akiwateketeza, anarudi tena kwenye kifua cha Delila, anajua bado ninayo mamlaka ya kanyaga nge na nyoka. Ngoja nikwambie kadiri adui anavyokuangamiza ukamzidi nguvu, ndo kadiri anavyokwenda kujipanga na kurudi na nguvu kubwa zaidi ya kukuondoa kabisa. Amina. Na ndiyo maana mnamuona hakuna katika Biblia mtu aliyepewa agano la kubeba upako wa dunia kama Samson, lakini kwa kuwa alicheza na adui upako wake haukuwa na thamani tena, amina. Ukitaka maono yako yaishie njiani mchezee adui yako ndevu, amina. Huu uchebe ukiuchezea huu uchebe huu, kaka sima, ukianza kuchezea adui yako uchebe, kadiri adui anavyokuchezea uchebe, unasikia raha, una dhani, raha unadhani raha anayokupa ni raha kumbe raha inakuandaa uangamie taratibu, amina. Amen. kuna mtu sasa hivi anaongea na wewe vizuri, lakini anakuandaa kukumaliza kabisa, amina. Kuna mtu sasa hivi anajifanya kama vile ashughuliki tena na wewe, kaacha. Amen. lakini ndugu yangu kule aliko, anayoyafanya kombola analokuja nalo. Hey, mwambie jirani yako kwamba mchawi wako kombola nalo liandaa, utajisaidia mara saba na kuondoka hapo hapo, amina. Ukimwona, naomba uelewe hili jambo, ukimwona aliyewahi kudhubutu kukuangamiza amekaa kimya. Usidhani kakuacha. Anajipanga vizuri zaidi. Amen. Kulikuwa na mchezo wa taifa moja linaitwa Ujerumani. Lilikuwa linaongozwa na mtu mmoja mashuhuri sana duniani. Mtu aliyekuwa na akili, mtu aliyekuwa na roho ya kuthubutu. Mtu aliyekuwa anataka sifa. Mtu aliyekuwa na uwezo wa kucheza na mtu akamchekea kumbe amebakisha dakika chache kumwangamiza. alikuwa anaitwa Adolf Hitler. Ama Hitler alicheka na watu wa taifa moja linaloitwa Poland, akawaambia sina mpango wa kupigana na nyie, sina mpango wa kuwashambulia, mimi sishughuliki tena na ugomvi na nyie. Kumbe wakati Hitler anatangaza hayo, jeshi lake liko kwenye mafunzo makali. Nataka nikwambie kitu kimoja. Unapoona sasa hivi adui yako kanyamaza, yuko kwenye kuandaa makombora zaidi ya kukuteketeza. Amina, unajua ni nini? Wakati watu wa Poland wakiwa wamelala, Hitler alianza kupiga ile miji ambayo ni miji mashuhuri, ndani ya siku kumi na nne. Ndani ya siku ngapi? kumi na nne wa Poland Elfu hamsini walikuwa wamekufa. Usipokuwa makini, utaingia uzeeni ukiwa masikini, utalala kitandani ukiwa umepooza, utashindwa kusomesha watoto wako, utaambatana na ugonjwa ambao utakuweka kitandani muda mrefu, utafukuzwa kazi, utakosa hela ya kula Hautaolewa moja kwa moja. Huyu unayecheka naye sio mtu mzuri. Sasa ngoja nikwambie, ngoja nikwambie. Baada ya Adolf Hitler kuteka majeshi ya taifa ya Uingereza, alipowateka akawateka, hebu sema, akawateka na silaha zao zote akawaweka chini. Unajua alichokifanya, alipokwenda hawakuwa na cha kufanya, hawakuwa na pa kukimbilia, na yeye alikuwa na silaha kubwa. Wote maaskari aliyowateka walipiga magoti, wakainua mikono juu, wakaweka silaha chini. Amen, amen. Alipoona wameweka silaha chini Hakuwafanyia chochote, alijua hawa hawana pakukimbilia tena, hawana tena pa kwenda, aliwaacha. Hebu sema aliwaacha, mwambia jirani yako kwamba aliwaacha, mwambia jirani yako tena kwamba aliwaacha, aliwaacha, hakuwaua. Unajua walichomfanya wakati yeye amepumzika, akijua hawana pakimbilia. Uingereza, Uingereza ilituma jeshi la kuzama chini ya maji kwa kuwa wale watu waliokuwa wametekwa hawakupelekwa popote. Wanasema kwamba walipelekwa kando kando ya maji, kwamba watazama, waende wapi? Kwa hiyo wakawekwa kando kando ya nini, ya maji, kumbe Uingereza imetengeneza mashua ambayo inatembea chini. Ile mashua ilianza kuzama taratibu, ikaenda taratibu. Kila siku asubuhi Mjerumani akiamka akienda pale anawaona wote wapo, anawapa chakula, wanakula, anajua nimeshawateka huku. Marekani na Mwingereza wanaendelea kuongea na Mjerumani taratibu, wanamwambia oh, bwana sisi tumeshakubali hakuna vita tena bwana, sisi tumeshakubali hakuna vita tena. Kumbe wenzake wameishazamisha silaha wameishazamisha chombo, wamezamisha chombo kimepita chini ya maji kinakwenda Halafu huku wao wanafanyaje? Wanamsemesha, wanamwambia bwana, basi bwana, yamekwisha basi, bwana, yamekwisha, utawaachia ya lini? Basi tusaini mkataba wa kumaliza migogoro. Ndo hivyo sasa hivi, kuna mtu sasa hivi anajifanya ni rafiki yako, anakutembelea, anakusaidia saidia na vitu vidogo vidogo, anakuchekea chekea siku hizi anakupigia kupigia pigia simu, kumbe kashazama zama, kasha zama amezama, amezama na nyambizi lenye silaha ngumu. Sasa anapita chini kwa chini, anapita chini kwa chini. Rajani, nikwambie, askari wa Ujerumani walikuwa wamewaweka wale mateka wote wa Uingereza kando kando sasa wao wako huku juu, wamesimama tu, wamelala. Wakiamka wanawakuta wapo, wanalala. Wakiamka wanawakuta wapo. Ile nyambizi ilikuwa ina vifaa vikali vya kujua wenzao wako wapi. Walipofika pale, walipakia wa kwanza mpaka wa mwisho. Askari wa Ujerumani wanastuka wanakuta mateka wote wametoroka, wanaangalia majini, wanaona ni bahari tu, hawaoni meli. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Usifanye kosa kama la Ujerumani. Ukimteka adui yako usicheke naye, mmalize moja kwa moja. Aliyenielewa aseme amina. Sema, nikimteka adui yangu sitacheka naye, sitampa tabasamu, nitamuonyesha asira yangu ya mwisho, lazima niiondoe roho yake. Hebu inua mikono yako, sema, sitaicheka na adui tena, lazima niimwage damu yake lazima ni mwage damu yake. Hebu sema, aliyekusudia kumwaga damu yangu, e, akinikosa lazima nimmalize. Amina. Unachoona nikwambie nini? Nakupa hapa, nakupa mamlaka Yesu. Wewe unampenda Yesu? Unampenda Yesu? Amina. Yesu, unampenda hakuwahi kucheka na Yuda Iskarioti. Amen. Yeye anakufa Yuda, tayari katangulia kufa. Sema, kabla sijafa kabla sija waliokusudia mimi nife watakuwa wameshaangamia kuanzia leo. Leo. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, amina. Najua kuna watu mnaisikia, nchi moja inaitwa Urusi. Kwa nini mataifa ya Ulaya yanamheshimu Urusi? wanajua alichokifanya kwa Mjerumani. Waingereza walicheka na Mjerumani, Urusi hakucheka na Mjerumani. Marekani alipoona kwamba, aha, kumbe kuna watu tunaoongea nao wa amani, amani hawataki amani, aliandaa kombora moja linaitwa Nagasaki na Hiroshima. Hebu inua mikono yako sema leo, leo. Naandaa kombola. Naandaa ambalo nikatafunua ah, nikata litapiga, chini litapeleka, Lita Lita na juu, na juu. litakwenda Lita juu. chini kunda na moto chini. utawaka adui Oh. hata inuka tena Oh, yes. Nataka nikupe siri ya dunia. Ama. Nataka uelewe kwa nini leo Mrusi anaheshimika duniani. Oh, yes. Ndilo taifa ambalo lilimkomesha Mjerumani. Nataka mwelewe kwa nini leo Marekani anaheshimika duniani. Wanajua kwamba Marekani leo kama alitengeneza bomu la Hiroshima na Nagasaki ambalo lilipiga mahala pale, eneo lote ambalo wanadamu walikuwa wanaishi wanasema paligeuka pakawa moto, pakawa majivu. Maana yake ni kwamba leo Marekani akisema naingia vitani, dunia yote, kila mtu anashika moyo. Mungu, sasa hivi kuna mtu mmoja anaitwa Mchina akisema tupigane kila nchi itasema, Yesu. Kuna mtu mmoja anaitwa Kiduku, anaitwa Korea Kaskazini, akisema anaingia vitani kila mtu atashika kichwa chake mama. Amen. kuna mtu ananielewa? Amen. maana yake ni nini? unapoona nimeandaa hivi vitu hapa. Amen. Ninaandaa silaha ambazo tukituma bomu halina sali ya mtume. Kinachoandaliwa hapa, tukituma bomu halina sali ya mtume, haliachi mtoto wa mchawi, halibakizi mjukuu wa mchawi, halibakizi mtoto wa mchawi, linaangamiza wote Amen. Kuna mtu mmoja anaitwa Gideon. Gideon alipokwenda kupigana vita alikuwa na jeshi kubwa sana, kubwa sana, alikuwa na jeshi kubwa sana. Kumbe ndani ya lile jeshi kulikuwa na watu hawafai kwenda kupigana. Asa leo mmehudhuria ibada nyingi Tanzania. Amina. Nataka mwaka huu niwaonyeshe ibada ya mtu aliyetumwa na Mungu inakwenda kutenda kazi ya namna gani. Amina. Baada ya hapa utaiona yes, dunia inahamia Mwenge Mpakani. Amina. Sasa sitaki mchezo, sitaki mchezo Umeamua kuwa mtoto wa hii madhabahu, umeamua kwamba ukombozi wako unapatikana hapa, unataka kuipigania familia hapa. Tumeingia vitani, ndugu yangu, nikuambie kitu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, salia kitandani. Ukifika hapa ni vita, kwa vita risasi kwa risasi, kisu kwa kisu Tena maombi ya e. Mungu Baba nakusi Mungu uliye juu mbinguni, uliyeketi mahala pa juu palipoinuka. Baba umeniona, maana wewe uliniumba kwa sura na mfano wako. Nang'ang'ania pindo la Yakobo. Hapa maombi ya kuleta usingizi Geti liko pale, ondoka. Amina. Na nakutangazia, kuna makanisa mengi yanahitaji watu kama wewe. Geti liko wazi, wewe ondoka. Yes! Mwaka huu nahitaji niwe na jeshi ambalo linakwenda kuvunja rekodi duniani ya kurejesha thamani ya maisha yao. Jesus. Mwaka huu tunatangaza, tunahitaji Mwenge Mpakani kumekuwa na jeshi ambalo linakwenda kuvunja rekodi duniani. Thamani ya maisha yetu lazima irejee. Amina. Thamani ya ukoo lazima irejee. Thamani ya ndoa lazima irejee. Amina. Hapa hatuna tena maombi ya mwenye heli. Subirini mimi nife, mwanze kuniombea mwenye heri Nyakia, Mungu aku, akuweke pamoja na watakatifu. Sasa hivi mimi ni jiwe kwa jiwe, jicho kwa jicho, kisu kwa kisu, panga kwa panga, risasi kwa risasi. Amina. <laughs> Amba, jamani nimekuja hapa na sura ya mkoa ambao akizaliwa mtu mweupe ni bahati mbaya mkoa wa Mara. Amina. Nimetoka kanda maalum kuja kufanya kazi Amaya. Sura yangu na kwato ya punda vina tofauti. Hapa nimekuja kumtazama shetani kivingine Amina. Na nimekuja kumshughulikia shetani kivingine yes. Sina sura ya poda. Nikikwambia simama tupige majeshi, simama. Wana wako uombe, nikuona na kitambaa mkononi, nakwambia toka nje, nenda ukajifute kwanza jasho. Hapa tuko kazini. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Najua mikono yako, sema: napokea roho, pokea roho, pokea roho. Napokea roho, napokea roho, iliyokuwa ndani ya, ya Yesu ambayo, ambayo, ilimshuhudia Yuda Iskarioti umsamehe, akiangamia. Akiangamia. Na napokea roho. Napokea roho. Napokea roho ile ya Mungu iliyofukuza Adamu na Hawa ndani ya bustani na, na bustani, bustani. Na ikuwasamehe. Na ikuwasamehe. Amina. No, ile roho yeah yeah yeah, yeah yeah, yeah, no, no ya Samson ya kucheza na Delila, naikataa, naikataa. Ile roho ya Musa ya kucheza na wana wa Israeli, ya kuongea na wana wa Israeli, na kuwabembeleza naikataa, naikataa. Na vaa roho ya Yoshua na songa mbele. Na nitapasua. Na nitapasua. Amina. Kuna mtu ananielewa, sema amina. Amina. Amina. Kuna mtu mmoja nitawadithia story yake ya Jumapili. Aliambiwa ukienda kupigana na hao watu ndani ya Biblia. Usibakishe hata huyu u uwa wote. Amina. Uwa, uwa wote. Unajua alichokifanya? Aliingia na huruma, alibakiza watu ambao ndani ya wale watu aliowaacha ndiko alikozaliwa mwamba aliyekuwa anaitwa Goriati. Asingelikuwa Daudi, Amina, Goriati angewaumiza. Hebu inua mikono. Sema roho ya Sauli. Roho ya Sauli. Ya kupigana. Ya kupigana. Na kusalisha. Kusalisha na kubakiza na kusameha na kusameha baadhi ya watu, ya walio, watu. Maadui. walio maadui kwenye maisha yangu kwenye maisha yangu, nimeikataa ndani yangu, nimeikataa roho ya Sauli, naikataa roho ya Sauli, naivua roho ya Sauli, naitengua kila adui Nitamteketeza. Nitamteketeza. kila adui nitamteketeza, kabla hajaniteketeza kwa jina la Yesu. Amina. Sasa kuna watu hapa mnaloza Sauri, unapigana, halafu ukifika kwa mwingine unasema, ah, lakini sasa ana watoto eh, watoto wale ni malaika na wajui lolote wale, hii vita wakuwepo Mtoto wa nyoka ni nyoka. Amina. Na mtoto wa tembo hawezi kuwa kenge. Amina. Inua mikono yote miwili. Hapa. Sema nina hapa ya, ya kwamba kila mtoto wa adui, kila mtoto wa adui. Ni adui ntashughulika ni adui. Naye kama adui na nitamteketeza kama adui, adui. adui. Sitamwachia nafasi nitamuondoa nitamuondoa kabisa. Nitamuondoa kabisa kwa jina kwa la, la Yesu. Simama sema amen amen. Na kataa roho ya Sauri. Nakataa roho ya Sauli. Nakataa roho ya Sauli. Sauli ya ya Sauli. Kataa roho ya Sauli. Sitabakiza adui. Sita pa... awe, awe mzee, awe mzee. Awe mtoto. Awe mtoto. Tamteketeza kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Kati kwenye kiti chako. Amina. Sasa kuna watu hapa mmekuwa na huruma hata kuliko Bikira Maria mama mwenyeheri. Amen. Sasa kama wewe umeamua kuwa mashahidi wa Uganda amia Magomeni, ukasali kule kwamba, yani wewe umeshajitoa kwamba mimi naufia uko amia Magomeni. Amina. Sasa, unaponiona mimi naingia saa hii ndani ya maji haya, oh, yes. Na kataa roho ya msamaha ninaibua roho ya msamaha, na ikataa roho ya msamaha. Sitamwacha tena adui, sitamsamehe tena adui yeyote. Atakayeinuka kwa ajili ya madhabahu hii lazima aangamie. Yeyote atakayeinuka kwa ajili ya kuangamiza lazima ateketee, lazima ateketee, lazima ateketee. Hata salia tena sitamwacha hai, lazima ateketee, lazima ateketee mikono yako. Sema kabla ya kufa kwangu kabla ya kufa kwangu. Wote walio maadui kwenye ukoo yeah, wangu maadui kwenye ukoo wangu, walio thubutu kuteketeza ukoo wangu, walio jaribu kuteketeza maisha yangu, lazima niwateketeze, lazima niwateketeze, lazima niwateketeze.